Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatano, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika kitabu cha nabii Yona sura ile ya nne aya ya kwanza mpaka kumi na moja na Injili ya mwinjili Luka sura ya kumi na moja aya ya kwanza hadi ya nne. Nitaisoma Injili. Yesu alipokuwa mahali fulani akiomba alipokwisha mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohane alivyowafundisha wanafunzi wake. Akamwambia, msalipo semeni: Baba, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiwaye, na usitutie majaribuni. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa wa mtazamaji, katika kitabu cha nabii Yona ambaye sura ya kwanza inazungumza, Mwenyezi Mungu aliona uovu wa watu wake ambao walikuwa ni wapagani kabisa, eneo la Ninawi. Watu hawa waliingia katika makosa na wakatenda dhambi nyingi, kwa sababu hawakupata mwongozo, hawakuwa na mjua. Mwenyezi Mungu akawa amemwandaa Nabii Yona ambaye aliandaliwa kwa muda mrefu, alikuwa na mjua Mwenyezi Mungu, ameandaliwa ili baadaye aweze kuwa nabii, sauti ya Mwenyezi Mungu kwa baadhi ya watu waweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Akamwandaa Yona aende kule Ninawi. Yona aliyekuwa ni Mwebrania kwelikweli, alijua Mungu jinsi alivyo, kama ni Mungu mwenye huruma, si mwepesi wa hasira, ataweza kusamehe, kwa sababu walikuwa wana roho ya kisasi na watu wa Ninawi ambao walikuwa ni wapagani. Akakataa kazi ya Mwenyezi Mungu, akaamua kukimbilia Tarshishi, akaenda kupanda meli Tarshishi, ndio maeneo ya Tarso, akaamua kwenda mbali. Mungu akatenda aliyokuwa ameyatenda akaagiza samaki akammeza, na akakaa ndani ya samaki kwa muda wa siku tatu. Samaki naye akaona kwamba badala ya kuweza kumtupa baharini, bahari sija kachafuka, akamtupa nchi kavu. Baadaye Yona akakubali kwenda kuhubiri neno la Mwenyezi Mungu, akafika pale Ninawi akahubiri, watu wa Ninawi wakageuka wakamrudia Mwenyezi Mungu. Ile adhabu ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anataka kuweza kuitoa kwa wale watu wa Ninawi haikutolewa. Asa ndipo huyu Yona akaingia katika hasira sana, akakasirika. Ndio neno la lewei akamwambia, Bwana, ninakuomba sivyo nilivyokuwa ninasema hapo nilipo katika nchi yangu kwamba nalijua, nilikimbia kwenda Tarishishi, nilijua kwamba wewe ni Mungu mwenye neema, umejaa huruma, simwepesi wa hasira. Asa niondolee mbali, kwa nini umeshindwa kuweza kuwaangamiza watu wa Ninawi? yeye alikuwa anataka kuweza kuona maangamizi kwa watu wa Ninawi. Ndipo Bwana akamwambia akasema, unadhani kama unatenda vyema kuweza kukasirika wewe nabii? Leo tujifunze tabia za baadhi ya watumishi wa Mwenyezi Mungu. Unaweza ukamwona kwamba huyu ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu katika viwango vikubwa, ni nabii, ni padri, ni kuhani, ni mchungaji, lakini ndani mwake akawa na roho ya hasira ya ajabu ya maangamizi ndani mwake, akawa hana huruma ya Mwenyezi Mungu. Yaani, utumishi wake na maisha yake kiroho ni vitu viwili tofauti. Ni kweli neno lako ukilitoa watu wote wanageuka, wanamdia Mwenyezi Mungu, lakini viwango vyako vya kiroho ndani mwako, huna huruma, huna upendo, huna msamaha, umejawa tu na hasira. Kwa hiyo kuna utofauti wa huduma ambayo iko ndani ya mtu na maisha yake ya kiroho. Huduma aliyokuwa nayo Yona ni kubwa sana mpaka jiji kubwa la Ninawi liligeuka, hadi kwa mfalme. Neno lake ilikuwa ni kubwa, lakini maisha yake ya kiroho hayakufanana na Mwenyezi Mungu. Je, katika utumishi wako ulipo, mahali huduma ambazo uko nazo, cheo ambacho uko nacho, na maisha yako ya kiroho yanaendana? Una huruma au kila siku ni kufurahia kuweza kuona watu wengine wanaangamizwa? Roho ya Yona ni mbaya sana. Mwenyezi Mungu anamwambia, anamtengenezea utaratibu kumonyesha kwamba mimi ni Mungu mwenye huruma. Mwenyezi Mungu akapanda, ay, akapanda mti ambao baadaye ulimletea kivuli, akafurahia sana, na baadaye Mwenyezi Mungu akaja akaukausha ule mti. Kesho yake Yona akakasirika, ndipo Mwenyezi Mungu akasema watu nilikuwa nimewaumba, waninawe niliwaumba kwa kusudi langu, sikuwaumba katika kuweza kuwangamiza, ulipaswa kuweza kuwaonea huruma. Leo tuweze kuwa na moyo wa huruma kwa watu ambao wanaokosa Si wote ambao wanaofanya makosa kwamba walitamani kuweza kufanya makosa kama hayo. Wengine mazingira waliozaliwa nayo yamewapelekea kuwa hivyo. Usidhani kama mtu anapenda ulevi, ukaanza kumshutumu katika ulevi wake, unamwombea maombi mabaya, aangamizwe kwa sababu ya ulevi. Mazingira aliyokuwa nayo alikuwa katika familia ya mama yake, ndio alikuwa anapika pombe na ile pombe ndio ilimpelekea akaweza kusoma. Kwa hiyo mazingira yamempelekea katika hali hiyo. Usimuone mtu kwamba huyu mtu ni mchawi, ametoka katika mazingira hayo, muonee huruma, muombe, usiwe na hasira juu yake. Leo tuoneane huruma wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu hakuna aliye mkamilifu. Na kama Bwana angehesabu maovu, ni nani ambaye angesimama? Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.